Serikali imewaagiza wazazi na walezi mkoani Tabora kuwapeleka shule a wa watoto wote wenye umri wa kuenda shule kwa kuwa hakuna pingamizi lolote baada ya serikali kubeba jukumu la kulipia ada na michango mingine kuanzia elimu ya msingi hadi elimu ya sekondari. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Kapunze, kata ya Ikomwa, manispaa ya Tabora, mkuu wa mkoa huo Ludoviki Mwananzila amesema serikali imezitambua kaya maskini na kuzipatia ruzuku inayowezesha kuhudumia watoto wao na kuongeza mahudhurio shuleni. Taarifa yake Sane kabaye ndio inayotujuza zaidi. Mkuu wa mkoa wa Tabora Rudoviki Mwananzila amesema serikali haitasita kumchukulia hatua za kisheria mzazi ama mlezi atakayeshindwa kumpeleka mtoto wake shule, kwa kuwa hata kaya maskini kabisa wanayo ruzuku inayowasaidia kujikimu kutoka tasafu. Hata wataalamu wakubwa kabisa wa nchi waweze kutoka hapa kwenu, kama mtasisitiza waende wakasoma. Kumbe shule ni muhimu sana. Alafu, na Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Magufuli ameshasema elimu bure kutoka darasa la chekechea mpaka form four. Sasa wewe utasumbuliwa nani? Utashindwa kununua viatu tu na uniform nani? Atashindwa hata, watasafu tunampatia pesa yule ambaye hana uwezo kabisa, tunampatia fedha na tunamwambia kabisa, jambo la kwanza nunua viatu vya mtoto, nunua uniform ya mtoto, nunua madaftari ili mtoto asichekwe. Mwananzila pia amewataka wananchi wa kijiji cha Kapunze kata ya Ikomwa kuzingatia usafi wa mazingira ili kuepuka kupata magonjwa ya kuhara na kutapika katika kipindi hiki cha mvua, huku akiwataka kuacha kukimbilia kwa waganga wa kienyeji, badala yake waende hospitalini. Wapelekeni watoto kliniki, wapelekeni watoto shule. Afya ni kitu cha msingi. Nyumba isiyokuwa na afya ni balaa, ni laana. Baba mgonjwa, mama mgonjwa, mama akipona kidogo baba ameugua, baba akipona mama naye ameugua, mama akipona mtoto ameugua. Mtakwenda shambani kweli kweli? Hey! Katika msafara huu mkuu wa mkoa ameambatana na mganga mkuu wa mkoa Dr. Gunini Kamba ambaye amewaomba wakazi wa kijiji cha Kapunze kuzingatia uzazi wa mpango na kuwapeleka watoto kliniki hasa katika kipindi hiki cha utoaji chanjo kwa watoto. Watoto wapelekeni, maanake hii ni haki yao, wapate zile na dawa za minyoo. So, si wanakusanya kila kitu hapo e, kwao, wanacheza wanakula, chochote wanaweka mdomoni. Hizi huwa zinatolewa mara mbili kwa mwaka kwa hiyo sasa hivi nawasihi sana mwapeleke watoto wenu wakapate hizi chanjo za dawa ya minyoo pamoja na matone ya vitamini A, sawa jamani. Nao wananchi wa kijiji cha Kapunze wameiomba serikali kuwajengea zahanati kijijini hapa, kwani hivi sasa wanalazimika kutembea umbali mrefu kufuata matibabu katika zahanati ya kijiji cha jirani, nayo haina vifaa tiba vya kutosha. Wananchi wa kijiji cha Kapunze katika manispaa ya Tabora wanaishi umbali wa zaidi ya kilomita ishirini kutoka makao makuu ya mkoa wa Tabora. Pia kijiji hiki kinakabiliwa na changamoto ya miundombinu ya barabara kushindwa kupitika. Sande Kabaye, star TV, Tabora.